Ardhi itakapotanuliwa na itaka na kuvitoa vilivyokuwa ndani yake ikawa tupu na ikamsikiliza Mola wake mlezi na ikapaswa kumsikiliza. ya ayuha linsanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, ewe mtu hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumwendea Mola wako mlezi basi utamkuta. fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ama atakayepewa daftari lake kwa mkono wa kulia basi huyo atahesabiwa hisabu nyepesi. wa yanqalibu ila ahlihi masrura, na arudi kwa watu wake na furaha wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura, na ama atakayepewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake basi huyo ataomba kuteketea. Wa yasla saira, na ataingia motoni. Innahu kana fi ahlihi masrura, hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake innahu dhanna an lan yahura bala, inna rabbahu kana bihi basira, huyo hakika alidhani kuwa hatarejea tena, kwani hakika mola wake mlezi alikuwa akimwona. Fala uqsimu bishafaq, basi ninaafa kwa wekundu wa jua linapokuchwa. Wallayli wama wasaq na kwa usiku na unavyovikusanya. Walqamari idha tasaq, na kwa mwezi unapopevuka. La tarkabunna tabaqan an tabaq, lazima mtapanda tabaka kwa tabaka. Fama lahum la yuminun, basi wana nini hawaamini. Wa idha quria alayhimul qur'anu la yasjudun

isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema au watakuwa na ujira usiomalizika. Bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Wassamaa dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud, na apa kwa mbingu yenye buruji na kwa siku iliyoahidiwa na kwa shahidi na kinachoshuhudiwa. Qutila ashabul ukhdud, wameangamizwa watu wa mahandaki. Annari zati alwaqud idhum alayha qu'ud, yenye moto wenye kuni nyingi walipokuwa wamekaa hapo. Wa hum ala ma yaf'aluna bilmu'minina shuhud na wao ni mashahidi wa yale waliokuwa wakiwafanyia waumini. wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi alaziz alhamid, nao hawakuona baya lolote kwao ila kuwa wakimwamini Allah mwenye nguvu msifiwa. alladhi lahu mulku samawati wal walardi wallahu ala kulli shay'in shahid, ambaye anao ufalme wa mbingu na ardhi.

Inna alladhina amanu wa amilu assalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzu al-kabir, hakika waliyoamini na wakatenda mema watapata bustani zenye mito ipitayo kati yake, huko ndiko kufuzu kukubwa. Inna batsha rabbika lashadid, hakika kutesa kwa Mola wako mlezi ni kukali Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, yeye ndiye anayeanzisha na ndiye anayerejesha tena. Wa huwa al-ghafuru al-wadud, naye ni mwenye kusamehe mwenye mapenzi. Dhul arshi al-majid, mwenye kiti cha enzi. Fa'alu lima yurid, atendaye ayatakayo.

Hali hii ni Qurani tukufu katika ubao uliohifadhiwa. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Naapa kwa mbingu na, na kinachokuja usiku. Na nini kitakachokujulisha ni nini? Nini hicho kinachokuja usiku? ni nyota yenye mwanga mkali. In kullu nafsin lamma alaiha hafidh, hapana nafsi ila inayomwangalizi فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ هebu najitazame mwanadamu ameumbwa kwa kitu gani khuliqa min ma'in dafiq ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa yakhruju min bayni al-sulbi yatokayo baina mifupa ya mgongo na mbavu innahu 'ala raj'ihi laqadir hakika yeye ana uwezo wa kumrudisha. yauma tubila sarair Siku zitakapodhihirishwa siri. fama lahu min quwwati wala nasir Basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi. wasamaa idhatir waj'i wal ardi dhatis sad'a na hapa kwa mbingu yenye marejeo na kwa ardhi inayopasuka. innahu laqawlun faslu wama huwa bilhazl, hakika hii ni kauli ya kupambanua wala si mzaha. innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda hakika wao wanapanga mpango na mimi napanga mpango. fa mahhili lkafirina amhilhum ruwaida Basi wape muhula makafiri, wape muhula polepole.